Karibu tena msikilizaji, leo tunaangazia eh, kitu kitu cha eh, kipekee kidogo. Ni jukwaa la mtandaoni linaitwa Kenya Wantamnotam Movement au KWM kwa kifupi. Mm -hmm. Tutachunguza hasa jinsi wanavyojadili dhana ya serikali ya kitaifa pale Kenya. Lengo letu hasa ni kuelewa uh, jinsi wanavyotumia yale majukumu rasmi ya kikatiba kama tuseme msingi wa mijadala yao, ndio kuona jinsi Katiba inavyokutana na mazungumzo ya wananchi, yani hapo kabisa. Sawa, tuanze basi. Chanzo chetu kinaanza kwa kutupa orodha ndefu kidogo ya majukumu ya serikali ya kitaifa. Haya yametajwa kwenye Katiba, unajua hasa lile jedwali la nne na kifungu 186. Naam. Na si tutaje yote moja moja, lakini labda tuangazie yale maeneo makuu, sio? Ndio, wazo zuri. Kuna yale mambo ya uh, uhusiano wa kimataifa, mikataba, ubalozi. Alafu kuna ulinzi na usalama wa taifa, jeshi letu KDF na idara ya ujasusi NIS. Alafu usisahau mambo ya ndani kama uhamiaji na uraia pasipoti, vitambulisho, hivi vitu. Na uchumi sasa, sarafu, benki kuu, sera za fedha. Haya ni mambo mazito mazito kweli, pamoja na mipango ya uchumi wa taifa kwa ujumla. Miundombinu mikubwa pia ipo hapo, barabara kuu zile za kitaifa, reli, viwanja vya ndege, bandari, la huduma muhimu kama elimu, hasa sera na vyuo vikuu, na afya pia, sera za kitaifa na zile hospitali kubwa za rufaa Nishati nayo, uzalishaji umeme. Usisahau ukusanyaji kodi, KRA pale, madeni ya umma, mahakama za kitaifa, huduma ya polisi na usalama wa ndani, magereza mm -hmm. usimamizi wa mazingira na mali asili, ni situ wanyama pori, hadi kufikia viwango vya bidhaa KBS, na ulinzi wa mtumiaji, na hata takwimu za kitaifa KNBS. Yani orodha ni ndefu kweli sera za utafiti, sayansi, teknolojia. Kinachonivutia hapa kwanza kabisa ni upana wenyewe wa haya majukumu, yaani inaonyesha wazi wigo mkubwa sana wa mamlaka na wajibu ambao serikali kuu imepewa kikatiba kweli, na inaonekana jukwaa hili la KM linatumia huu mfumo kama kama kigezo fulani hivi au kipimo uh, kwa ajili ya mijadala yao, lakini pia lazima tuseme Wigo mpana kiasi hiki unaweza kufanya ufuatiliaji wa uwajibikaji kwa changamoto kidogo kwa mwananchi wa kawaida. Si unajua, kujua nani anahusika na nini hasa. <laughs> Hapo sasa ndipo panaponoga zaidi. Sasa je, wananchi wanayatazamaje haya majukumu kivitendo? Tukigeukia mifano ya mijadala pale KM, chanzo chetu kinataja baadhi ya vichwa vya habari. Mm -hmm. Hapa ndipo tunapoona uhalisia sasa. Kabisa. Kuna mijadala kama, kwa mfano, Wawajibishi wanasiasa ukweli kuhusu ahadi zao tupu. Hapo moja kwa moja unaona kuna hoja ya uwajibikaji. Serikali ya kitaifa imewasilisha nini hasa tangu elfu mbili na kumi? Tuulize maswali halisi. Hii inaonyesha watu wanataka kuona matokeo halisi. Ni kama wanawalinganisha ile orodha ndefu ya majukumu na kile kinachoonekana kwa macho. Ndio hii inaonyesha uhusiano wa moja kwa moja kati ya yale majukumu rasmi yaliyo kwenye karatasi na kile ambacho wanachama wa jukwaa wanaona au wanahisi kuwa ndio uhalisia wenyewe. Ni kama daraja, si unajua, kati ya lugha ile ya kisheria kikatiba, na lugha ya mwananchi anayedai huduma mm -hmm. inapima matarajio ya katiba kama vile labda maendeleo ya kiuchumi au miundombinu dhidi ya mijadala inayouleza maswali magumu kuhusu, kuhusu utendaji halisi. Na kuna vichwa vingine ambavyo vinaonyesha ukosoaji mkali zaidi kama ilivyotajwa kwenye chanzo e, kuna kimoja kinazungumzia kashfa ya wizi wa kura Kenya, ukweli wa kushtua kuhusu utawala wa Ruto, na kingine hiki sasa kinatisha kidogo kinapendekeza njia mbadala kabisa nini kitaokoa Kenya? Uchaguzi wa 2027? Hapana, Kenya lazima ifuate njia ya Burkina Faso. mm -hmm. Ni muhimu kusisitiza hapa, tunavitaja hivi kama vilivyo kwenye chanzo chetu kuhusu jukwaa lenyewe, sio kwamba tunaunga mkono maoni hayo hasa. Tunaonyesha tu aina ya mazungumzo yanayopatikana humo, kuonyesha uhuru uliopo kwenye nafasi hizo za mtandaoni. Watu hawafichi hisia zao na chini ya ile sehemu ya huenda umekosa, kuna mada ambazo zinaonekana kujirudia: kupambana na magonjwa, ujinga, ukosefu wa adhabu na umaskini. Hizi zinaonekana kama nguzo kuu nne za mjadala. Inawezekana kabisa, kuwepo kwa mada hizi kunaweza kuashiria kuwa kwa watumiaji wengi wa lile jukwaa, hivi ndivyo vigezo vikuu wanavyotumia kupima mafanikio au mapungu mapungufu ya serikali. Kumbe, pengine hata zaidi ya yale majukumu maalum ya kikatiba tuliyokuwa tunayataja, inawezekana ni kama vile vipimo vya msingi vya hali halisi ya maisha yao na dhana ya utawala bora kwa ujumla. Yaani, je, maisha yanakuwa bora? Je, kuna haki? Sasa haya yote yanamaanisha nini kwako wewe msikilizaji wetu? Kwangu mimi, chanzo hiki kinadhihirisha jambo moja muhimu sana uwepo wa jukwaa la kiraia mtandaoni linalotumia katiba kama kama chombo cha kuanzisha mazungumzo kuhusu utawala. Ni kweli linaonyesha raia wakitumia ule mfumo rasmi wa majukumu ya serikali kama msingi wa kudai uwajibikaji. Wanajadili mafanikio lakini pia mapungufu wanayoyaona. Ni kielelezo cha uraia hai katika zama hizi za kidijitali, si ndivyo? Kabisa ambapo nyaraka rasmi kama katiba zinavunjwa vunjwa zinajadiliwa kwa lugha ya kawaida kabisa na zinaibua maswali kuhusu utekelezaji wake halisi. Ni mwingiliano muhimu sana kati ya miundo ile rasmi ya serikali na, na mtazamo wa umma. Kwa hiyo, kwa muhtasari tu, hizi nyenzo kutoka KWM zinaonyesha pande mbili za sarafu. Kwa upande mmoja, muundo ule rasmi wa kikatiba wa majukumu ya ya serikali ya kitaifa, na kwa upande wa pili mijadala hai, wakati mwingine mikali, ya wananchi inayotumia huo muundo rasmi kuhoji, kukosoa na mwisho wa siku kudai uwajibikaji mm -hmm. Sasa hii inatuacha na swali moja la kukifikirisha mwishoni. Naam, kumbuka pale mwanzo tulitaja kuwa miongoni mwa majukumu ya serikali ya kitaifa kama ilivyoainishwa kwenye Katiba ni pamoja na takwimu za kitaifa na usimamizi wa data kupitia taasisi kama KNBS, ofisi ya taifa ya taifa takwimu, ndio nakumbuka na, na pia sera ya utafiti, sayansi na teknolojia. Sasa tukizingatia jinsi jukwaa kama hili la KWM linavyojikita katika kuhoji utendaji, kama tulivyoona kwenye vile vichwa vya habari vya mijadala yao, mm -hmm. Swali ni je, wananchi wanawezaje kutumia ipasavyo sile takwimu na matokeo ya utafiti yanayotolewa na serikali yenyewe ikiwa ni sehemu ya majukumu yake ya kikatiba ili kuimarisha zaidi na kuboresha mijadala yao kuhusu uwajibikaji na utoaji huduma? Ah, hilo ni swali zito na zuri sana, yaani kutumia zana za serikali zenyewe kama kioo cha kuitazama serikali. Kuna uwezekano wa kutumia hizi rasilimali za serikali kwa ufanisi zaidi katika harakati hizi za kiraia za kudai uwajibikaji. Ni jambo la kutafakari hilo. Inaweza kuwa njia mojawapo ya kufanya mijadala iwe na uzito zaidi ikitumia data rasmi. Kwa kweli, badala ya kutegemea hisia tu, una data ya kuunga mkono hoja zako. Inavutia sana. Basi, kwa leo tumefika mwisho wa uchambuzi wetu huu wa kina. Asante sana kwa kuungana nasi. Asante pia.